twende pamoja tarehe 29 Oktoba kwa amani tukatiki. Naamini hata Mheshimiwa Lissu, kama atakuwa yuko raiani, hata John Heche na wengine wote ambao wanasema bwana atutiki tiki, natamani kuona kama tukishirikiana pamoja kwenda kutiki ili kumkopesha Samia, tumkopeshe Rais Samia, kaka yangu Sugu